Karibuni tena wandugu watazamaji wa radio television Ngyoku. Hawa ni wajane baada ya kupokea misaada ya wajane toka katika mji wa Amerika walisukuma kupitia radio television Ngyoku, na hapo ndugu Amisi akaandaa safari e, kutoka Baraka kuelekea mpaka Kilembwe. Na hawa ni wajane walikuja kupokea mavazi toka kwa wamama wa Amerika ambao waliguswa na kusema sherti wajane wapate kuvaa vile vile. Wa ndugu wasikilizaji, huyo hana miguu ya kuenea na anatembelea kwa fimbo, na ni mjane tena kabisa, mtu anayekosewa amepokea vazi kwa furaha na kushukuru Mwenyezi Mungu na vile vile kushukuru hawa mama. Ange angepata hata beki, lakini anatembelea na fimbo tu na kama ni safari ndefu huwa anateseka na kuangaika. Tunaendelea kupokesha wajane hawa wa mji wa Kilembwe. Kila mjane aliyeitwa kutoka kwa makanisa na madhehebu mbalimbali walisukuma wajane na kuja kupokea misaada yao ku radio televisio Ngyoku na ndugu misa alijiandaa kabisa baada ya makanisa kuleta idadi ya wajane hapo sasa wakapokea hawa ni mayatima mayatima eh, maana ya, kuna mayatima ya baba na mama na kuna mayatima ambao mama alikufa au baba lakini sisi tulianza na mayatima ambao hawana baba na hawana mama na hiyo ni tatizo kubwa sana katika Afrika katika nchi yetu ya Kongo mayatima ni wengi sana na wanazidi kuteseka na kuangaika vile vile msaada huu kutoka Amerika kupitia wamama wa, wa masteti mbalimbali, alafu waliandaa pesa zao na kutu, kusukuma ku radio television Ngyoku, ili watoto wapate e, buku na kalamu wapate kurudi shuleni na vile vile wajane wapate mavazi, vile vile watoto walipata na nguo ya masomo yaani uniform ili wapate kurudi shule bila tatizo na wasiwe na ile e, esusi au mawazo mengi ya kusema hatusome sababu ya mzazi haiko alafu hao wamama Mungu azidi tena kuwakumbuka na kuwabariki hawa ni watoto wajane wa baba na mama yaani walikufisha wazazi wote na wanaendelea mpaka leo kuteseka na kuangaika siku kwa siku saa kwa saa watoto hawa wanahitaji msaada mbalimbali, kundi ya wamama ambao kabisa Mwenyezi Mungu azidi tena kuwakumbuka kwa kukumbuka mayatima na wajane. Maana katika kitabu cha Yakobo, Biblia inasema kanisa lililo la kweli ni wajane kusaidia wajane na mayatima. Hawa ni watoto ambao wamepokea, baada ya wao wanaanza kupokea sasa manguo za shule yani uniform, na tulipokesha watoto wote, kila mtoto alipokea uniform yake. Baada ya hapo, wa wamama wajane wengine wa kanisa walitokea hapo kanisa la Kadaf, ili na wao vilevile waje kupokea misaada kutoka huko Amerika, kwa wakina mama ambao kweli wanajisikia uhuru kusaidia awa wa baba wa mama. Ilikuwa ni mara ya kwanza e, wajane hawa kushuhudia kupata misaada. Na mara nyingi misaada inaishia Baraka, misaada inaishia e, e, Nundu, misaada inaishia Lweba, lakini e Kilembwe ilikuwa ya mara ya kwanza watembelewa na misaada kutoka kwa wamama wa Amerika. Wajane walikuwa wengi wengi sana, na kila mjane alipokea vazi lake. Basi hatutakosa tena kushukuru Mungu wa mbinguni ili apate kubariki hawa kina mama waliotoa misaada yao. Unaona hii michezo wakina mama, ni baraka, ni baraka sana tena zaidi tena zaidi. Hawa wamama wanafurahia kabisa kuona namna gani walipokea misaada yao kutoka huko Amerika kupitia radio televizio Ngyoku. Baada ya hapo, wajane wala ambao watoto wao hawakukuja yaani mayatima tayari vile vile, na wao wanapokea buku za watoto ili wapate kurudi shuleni na mayatima wengine kutoka katika kanisa la Kadafe pamoja na Methodiste ini Methodiste Libre ile 26e Communaute nao walikuja kupokea vilevile vile, buku pamoja na kalamu ili wapate kusoma bila shida angalau. Wa ndugu zangu, msaada hauwezi tosha watu wote, lakini ilikuwa ni alama kubwa sana ya mara ya kwanza. Kilembwe ni sekta ya Lulenge, wao wapate msaada kutoka Amerika na kuwafikia. Ni safari ndefu kutoka eh, eh, Baraka eh, kufika huko, e, huko e, Kilembwe ni kilomita mia mbili na arobaini yaani 240 e, kilomita ambao radio television Ngyoku alitembelea mpaka kwenda kuacha msaada huo e, wa, wa, wa, wa, wa ndugu ambao wanateseka, mayatima pamoja na wajane, na hawa ni mayatima vile vile wa baba na mama ambao nao wanapokea mauniforme zao kadiri jinsi msaada ulikuja, ufikirie wajane walikuwa wangapi na mayatima walikuwa wangapi? Yaani, hawa wamama walifunga kabisa roho toa kwa ajili ya mayatima vile vile. Wandugu wasikilizaji wa radio televizion Ngyoku, tunawajulisha kwamba radio televizion Ngyoku ni miaka sita miaka sita anazidi kupokea mizigo na kupeleka mahali ambapo kunahitajika. Walishaka acha mizigo ya kipupu kupanda milima kuteremuka, yani ni huko sekta sekta ya, ya ya ya Itombwe. Tukateremka kabisa kwenda kuacha mizigo ya ya uko Kipupu, tulienda acha mizigo ya mikenge Mikenge. Mizigo ilikuwa sana manjanja mavazi kila kitu kilicho tumwa tulipeleka eh, mahali hapa Mikenge mbalimbali mbali. Wa ndugu wasikilizaji wa Radio Televisheni Ngyoku, mayatima wa wa Kilembwe msekta ya Lulenge tarafa la Fizi wa na kushukuru, kuru, na kushukuru tena. Kwa hiyo tunakualika wewe ambaye e, unakuwa na ile roho ya kusaidia mayatima labda mavazi ya watoto yako na pasuo na tupo na choma, lakini kuna watoto ambao wanakosa mavazi, kuna watoto ambao wanakosa kalamu kuna watoto ambao wanakosa chakula. Si kwamba hawa watoto walitamani kuacha wazazi wao, lakini dunia ni hivi ni hivyo ilivyo dunia. Labda na wewe mahali ulipo, watoto wanaposhiba wanatupa chakula, lakini kuna mtoto mwewe yatima ambaye hatangia asubuhi, anasubiri atapata mkate wapi? Kwa hiyo tunawaamsha wandugu wote wa roho njema wa roho mzuri, tazama hao watoto wako wanapata uniform sio? E, e, e, wazazi wao au wandugu wa wazazi ni Wakristo, ni watu wa roho mzuri, walikumbuka ya kwamba kuna kosewa watu wengine saa hii wako wanateseka. Kwa hiyo karibuni tena, wandugu watazamaji na wasikilizaji wa radio television Ngyoku. Mayatima hawa wa baba na mama kutoka katika sehemu mbalimbali wako wanapokea kupitia radio television Ngyoku. Huyu ni mchungaji wa kanisa wa wote, mnaona hapa ni wachungaji wa makanisa ambao walileta hawa watoto mayatima wa baba na mama na tunatumika pa na makanisa tunatumika vilevile pamoja na na societe civile tunatumika pamoja na wami, yani tunatumika tunapofika eneo huwa tunauliza tunapeleleza wapi wajane, wapi mayatima watu, wapi watu wasiojiweza, na tunapokea hiyo misaada kutoka nchi mbalimbali na kwenda kutakia akuwapa hawa wahusika awa ni mayat, wajane ambao watoto wao na vile hawakupokea, basi wanapokea. Na hao wakina mama na wao hao wajiwezi kabisa, waliachiwa watoto, yaani wazazi wa watoto walikufa, lakini wale watoto wanaishi kwao, ni hii kundi hao mama walipokea vile vile kwa wale watoto ambao hawakufika, wakawa na furaha, wakawa wanaimba kuona kupokea hata kama ni buku tano kumi eh, na kalamu, alafu ikakuwa furaha kwa wakina mama. Tunasema karibuni kwa kupeleka mizigo yako ku radio television Ngyoku.